Mkutano mrefu zaidi uliowahi kufanywa kwenye ofisi ya Oval Live, mm, kwa sababu takriban wafuatiliaji ni zaidi ya dakika arobaini au zaidi ya hiyo. Kulikuwa kuna huo mzozo ambao ulikuwa unaendelea, nadhani mnakumbuka, mwezi wa pili ulikuwa wa Zelensky ambao ulikuwa okay, muda mfupi mm, na Zelensky akaonekana kama mtovu wa nidhamu mm. Uh, sasa Ramaphosa anachoshukuru kitu kimoja, kuwa alifahamu kuwa nitapelekwa ofisi ya Oval. Uh, ni kama alijiandaa na yeye ndio maana unaona kuwa jopo lake alikuwa na waziri John Herry ambaye ni waziri wa, wa masuala ya kilimo mm. Uh, lakini alikuwa na wafanyabiashara wazungu, alikuwa na watu wengi ambao walienda nao kru nzima ile ambayo ilikuwa ina, inajaribu kupangua zile hoja nyuma ya kila kilichozungumzwa. Ni kwenye swali alilolikwepa Donald Trump kwa mwandishi wa nadhani alikuwa ABC au CBS aliyemuuliza kuwa inawezekana haya mashambulizi unayoyapeleka kwa Afrika Kusini ni kwa sababu ya kesi ya ICJ? Akaikataa, akasema inahusu nini, sifahamu kama kuna kesi hiyo. Lakini nyuma ya yote kuna hii kesi ya Afrika Kusini ICJ dhidi ya Israeli mm. ambayo Marekani amekuwa akitumia nguvu kubwa kuhakikisha kuwa Afrika Kusini anaweza kuondoa kesi yao dhidi ya Israeli, jambo ambalo hata Imarati walishamfuata Afrika Kusini kumwambia futa kesi ya ICJ, tunakuahidi tutafanya uwekezaji mkubwa wa mabilioni ya dola na Afrika Kusini. Wakasema sisi hatuwezi kutoka nje ya maadili, kuitetea Palestina ni maadili yetu. Kwa hiyo nyuma ya kadhia yote ya mashambulizi ambayo Trump alikuwa anampa Ramaphosa na Afrika Kusini kuna kesi ya Afrika Kusini na ICJ hasa ndio iliyobeba kila kitu. Wakati Trump anatoa mikanda ya video, ilikuwa ni mikanda ya video ya kina Malema ambayo mm -hmm. haina ushahidi kuwa hawa hapa wameuawa. Alivyokuja kutoa ushahidi wa watu kuuawa, ni ushahidi ambao huwa unatolewa mara kadhaa wa still picha, yani, nachukua picha yako na iweka, namwambia huyu aliuawa na huyu aliuawa, huyu aliuawa, situmeelewa. mm -hmm. Lakini hakuna ushahidi wa kuuawa, kwa sababu Ramaphosa mafosa alimjibu akamwambia kuwa kama tutaangalia nani aliuawa, basi wa, wa Afrika weusi ndio wameuawa zaidi, mm -hmm. kwenye hili kuliko hawa wazungu na Ramaphosa alivyoona kuwa labda kwa sababu nazungumza mimi ni mwafrika mweusi, mm, akamkabidhi waziri wa, wa kilimo John Henry ambaye ni mzungu mm, na yeye akatoa maelezo yake, akasema hili hatujaliona kwetu. Mimi ndio waziri na nahusika na kilimo. Huu utaifishaji wa ardhi ni, ni sera ambayo sisi tumeipanga, kwa sababu kuna ardhi kubwa ambayo watu wanaishikilia haitumiki, na serikali au watu tunahitaji ardhi kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa hiyo tulianzisha sera ambayo kwa kukubaliana pamoja kuwa tutachukua ili tuweze kurudisha kwenye matumizi mengine. Kwa hiyo anasema swala la watu kukimbia ambao wametoka, anasema walitoka kwa sababu mliwapa nafasi ya kwenda kujipanga na kutoka kwenda kuishi nchi zingine, au walikuwa na mambo yao, lakini hatuna sisi hicho ambacho wewe unakisema. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano mmoja ambao wenye mvutano, lakini wenye mvuto uh, kuonyesha hali halisi. Unajua, ukitazama mkutano wa Zelensky mm. na Trump ni kuwa vyombo vingi vya Magharibi vilikuwa vimeshikiliwa na Trump au vilikuwa upande wa Trump wakati wa hiyo kadhia, lakini ukiwa una utulivu wa kusikiliza malumbano ya pande zote mbili utagundua kuwa Zelenski alikuwa na hoja nyingi nzuri ambazo zinaeleweka kuzidi upande wa Trump ambao ulikuwa ukimshambulia, ila kwa sababu hakupewa airtime kuwa asikilizwe ndio watu wakashambulia upande mmoja kuona kuwa yeye alikuwa utovu wa nidhamu, alishindwa kumjibu, sijui hana mm. shukurani mm. na vitu kama hivyo lakini, mm. yeye alikuwa kwenye hoja kabisa ambazo ziko wazi. Unataka tuzungumze kuhusu amani, usalama wetu ni upi? Basi ndio kauliza hiyo, sisi tunapoingia, usalama wetu ni upi? baada kwa hiyo, kwa picha ilionekana kwa Ramaphosa ni ile ile kuwa wewe unalazimisha tu kitu ambacho hakina ushahidi yaani nyuma ya hili kuna ICJ nyuma ya hili kuna Elon Musk. Mm. Elon Musk ni mzaliwa wa Afrika Kusini. Mm. biashara zake za satellite na masuala ya internet Afrika Kusini hawakuidhinisha wala hawakumpa hiyo hiyo nafasi. Kwa hiyo Elon Musk mara miaka mingi analalamikia serikali ya Afrika Kusini kwa sababu soko la Afrika Kusini, Afrika Kusini ndio yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, soko ni kubwa. Sasa hawajampa nafasi ya kuweka Starlink akawa nalalamika, anasema ningekuwa mwafrika mweusi ningeishapewa kandarasi kwa sababu mimi ni mzungu, ndio maana anachukiwa. Kwa hiyo nyuma ya kila kitu kuna ICJ halafu kuna Elon Musk kumshambulia Afrika Kusini, lakini nyuma ya hili kuna BRICS na ushirikiano wa Afrika Kusini upande wa pili. Kwa hiyo alipokuwa anasukumu Afrika Kusini ni kama vile alikuwa anapelekwa kwenye kona, ili au kubali kusaliti, ahamia upande wa pili. Sawa Rahbi, tuje hapa kwenye ni, ni, ni mara ya pili sasa tunashuhudia e, marais wanatoka kwenye nchi zao wanazuru Marekani alafu inakuwa kama naweza kusema kubananishwa kwa hiki ambacho pia kimemkuta na Ramaphosa, unaona, hakiingizi hofu kwa marais wengine wa nchi za Kiafrika? Naweza kutolea mfano kwa Afrika kuzuru Marekani kwamba nkaba, naweza nikabananishwa kama avyo wame, wamebananishwa wenzangu, kama kwa nchi ambazo zina madudu mengi kweli, unakuwa unahofia kuwa hapa nitabanwa kwa sababu watanisuta kwa ushahidi lakini kama kila kitu kiko kwenye utaratibu wala huwezi kuwa na hofu yoyote kusimama pale, kwa sababu uh, ulimsikia wamesema wawili. Ukitazama siku alivyokuwepo Rais wa Ufaransa mm. naye walikuwa kuna hoja hivyo, lakini akawa nataka unajua ku... Trump asichotaka yeye yani ubishane naye, ni kiongozi wa kiimla yani ni mtu ambaye asiyekubali kushindwa. Uh, ukiangalia Macron alikuwa akimjibu kwa staha nzuri kuwa hapana, hiyo haiko hivi, yani anajaribu kumrekebisha kiasi, lakini King, mfalme wa Jordan alivyokwenda naye ilikuwa ni vile vile kwenye malumbano kuhusu kuhamisha watu wa Gaza mm. Akazungumza kwa kujaribu kumweka sawa Zelenski, tumeona kwa staili hiyo lakini, na viongozi wengine wamekuwa wakizungumza kwa staili lakini uh, Zelenski ndio alionyesha kuwa yeye tofauti zaidi na wengine, kwa sababu hakukubali kukubaliana kile kilichozungumzwa, licha ya kushambuliwa, akawa anabishana nao kwa hoja lakini mwisho wote walianza kumshambulia kwa sababu JD Vance alimshambulia, Trump alikuwepo alimshambulia kwa pamoja, lakini akawa akijaribu kupangua zile hoja zao zote, mpaka akasusa akaamua kuondoka pale na kuamua kusafiri kutoka kabisa Marekani. Sasa hii utaratibu wa kuogopa watauogopa wale ambao tayari wana madudu, kuwa tayari nimevuruga huku, na hii wakija kunibana kwa hapa, inakuwa vigumu. Kwa sababu Afrika Kusini, kama vile ukimsikia Trump anawaambia kuwa kwa nini huyu jamaa hamkumkamata, anazungumza vitu kama hivi, Malema kwenye video ambayo ilichezeshwa Afrika Kusini wanajibu, wanasema kuwa sisi ni nchi ya kidemokrasia na ni nchi huru. Siku tukikamata huyu mm, nyinyi ndio mtakuja kuanza kutushambulia, tunakamata wapinzani. Sasa hakufanya kosa, kwa sababu ana uhuru wa kuzungumza, mwacha zungumze, lakini likija kutokea kosa, sisi tutakamata. Lakini sera ya Afrika Kusini haikubaliani na yote yaliokuwa ambayo nyinyi mnayazungumza kuwa kuua watu, kufanya, sisi hatukubaliani nayo. Ndio walichokijibu. Pamoja na uliyosema, Rahbi, turudi kuona sasa E, nini hatima? Kutakuwa na maelewano mazuri sasa au mahusiano mazuri kati ya Afrika Kusini na Marekani, misaada itarejea na mambo mengine tutegemee hayo ya yeah? Tayari kulikuwa na mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea, ni kwa sababu ulimsikia tena Ramaphosa alisalimisha rasilimali za Afrika Kusini, ni kosa ambalo mi nimekuwa niki naliona ni kama ni kama Marekani imekuwa naweza kusema uh, inatumia madaraka yake vibaya, yani ule ukubwa wake inautumia vibaya kwa sababu inakulazimisha kwa ukubwa wake kuwa usalimishe kila ulichonacho, yani anaweza kusema kuwa Marekani haikutawala Afrika katika makoloni yake, yani kuwa hakuna historia, kuwa kidogo Liberia ndo waliendaenda kule Marekani na nini, haikutawala Afrika. Lakini sasa Marekani inakuja kututawala kupitia makaratasi kwa nguvu. Maanake kila mmoja, ili ukae sawa na Marekani unasalimisha rasilimali zako, kuwa unakaribisha makampuni ya Marekani, njoo bana ufanye weke, vinginevyo watakuzibia njia zote za kwenda we kukua, yani utakutana na vikwazo, utakutana na uchumi, serikali yako itasakamwa, itafanyiwa nini, kila kitu. Ili uwe salama, unasalimisha rasilimali zako. Tumeona kwa Kongo, ili kupata amani, imebidi asalimishe rasilimali zake kwa Marekani, kwa kukaribisha Marekani aje achimbe. Na Ramaphosa amesema vivyo hivyo, kuwa tunakaribisha makampuni ya Marekani yaje hapa yachimbe. Ni kile kile cha Ukraine, unasalimisha yani kuwa sasa ukubwa wa Marekani unatumika dhidi ya wanyonge kuliko kuwa Bwana, hizi nchi ziachwe zikuwe zenyewe, zitaamua kuwa zinataka kuwa na urafiki na nani, au zinataka kuwa na adui na nani, au zinataka kupitia wapi, au kufanya biashara na wapi. Lakini kwa sasa kwa jinsi Marekani inavyojiweka na sera wanavyoziweka, na njia wanavyoziba, wanakulazimisha wewe usali, ujisalimishe kwao, kwa, kwa sababu vinginevyo huwezi kukua.